Kuthibitisha au kuidhinisha haya ambayo tumeona yametokea katika nchi yetu, watu kuumizwa, watu kupotea au kupotezwa, inahuzunisha sana.

maisha yao, kuna waliojeruhiwa na naomba wapone haraka, ara wale walioharibiwa mali zao Mungu atawapa nyingine. Misema yaliyotokea haijawahi kutokea. Na tunahitaji kumsihi Mungu sana yasitokee tena katika nchi yetu, yasitokee tena. Niombe tu kwa unyenyekevu wote kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu, kuimiza kuziimiza mamlaka zote kutafakari sana ya haya yaliyotokea na sisi sote kujiuliza, hivi imekuwaje? Tumefikaje mahali pa namna hiyo? Nchi yetu ya Tanzania tuliojua ni nchi ya amani cha ambayo watu wanapendana, tumefikaje hapo? Na je, hivi ndivyo tunavyotaka nchi yetu iendelee kuwa? Ukisoma historia ya mataifa, vurugu hazijawahi kuleta amani na hazijafikisha watu mahali popote. Watu wameweza kufika mahali na kuweza kufikia jambo nyema pale ambapo wamekuwa tayari wamefika mahali wamegombana sana, wamegurugana sana lakini wamefika mahali na wakubali kutulia na kusema hebu tukae. Nini kimetufikisha hapa?